Naam, bwana Diamond Platinumz, tunafahamu kabisa kwamba sasa hivi yuko kule Nigeria na huko Nigeria bwana, kitu ambacho kilicho, alichoenda kufanya tunafa, sorry sio Nigeria ni Ghana actually. Tumeshazoea Nigeria kwa sababu tumeona wakina Davido na wasanii wengi sana wame, wameenda huko au tumeona wakiwa na hangout na Diamond pande hizo, so Diamond bwana ameenda Ghana kwenye birthday ya kusherekea miaka 41 ya moja kati ya mabilionea vijana wadogo kabisa ambao ni mabilionea, huyu jamaa anafikisha miaka 41 leo. Kwa hiyo Diamond, itokea jana, alitumiwa private jet kwa ajili ya kwenda kum, ya kumfuata hapa Tanzania kumpeleka huko Ghana. Sasa basi, ni kwamba of course Diamond ameshafika Ghana na kiukweli, amepokelewa vizuri, amepokelewa kama celebrity mkubwa kabisa, kwa sababu kwa sababu katika listi ya ma celebrity ambao tumeiona, eh, kuna ma celebrity wengi sana wakina Sakodie noa lakini, yuko Davido ndo namba moja, namba mbili Diamond Platinumz. Kwa hiyo kwa mujibu wa reti za hawa macelebrity zimeonyesha kabisa kwamba Diamond yuko namba mbili, kwa hiyo amepatiwa nafasi ya juu kabisa. So Diamondi bwana amepata nafasi ya kwenda katika hiyo sherehe huko Ghana. Na katika sherehe hiyo ni kwamba watu wa Ghana wenyewe wanadada wa Ghana huko wamefurahi wame, wame, wame sana uwepo wa Diamond nchini kwao. Mwana bwana kwa hapa kuna page imeripoti kuhusiana na reaction ya watu kadhaa kutoka huko Ghana wakiwa wamefurahishwa na uwepo wa Diamond nchini kwao humo. Kwa ba huko nchini Ghana katika jiji la Accra, ikimwonyesha shabiki mmoja aliyevutiwa na ujio wa msanii Diamond nchini kwao, ambapo msanii wa Bongo Flavor Diamond Platinum ni mmoja kati ya mastaa ambao wa wametua jijini humo Accra, Ghana, katika moja kati ya sherehe ya bilionea moja mkubwa sana nchini humo, akiwa anatimiza miaka arobaini na moja. So msikilize huyu dada jinsi alivyokuwa excited.